Viongozi wa dini mkoani Tanga wamefanya dua maalumu ya kuombea Uchaguzi Mkuu huku wakiwaasa wananchi kuendelea kuitunza amani iliyopo na kuepuka vitendo vya uvunjifu wa amani na utulivu. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Tanga Sheikh Jumaa Luwuchu wakati wa dua maalum ambayo imefanyika katika viwanja vya Lamore jijini Tanga, ambapo amesema kuwa amani iliyopo ni tunu na inapaswa kulindwa. Yacha siku hiyo ianze kuharibika amani itakuwa ni matatizo ya kuirekebisha kwake. Kwa hiyo kila mmoja wetu awe ni balozi na kumwomba Mwenyezi Mungu kutia nia ya dhati kabisa kwamba Mwenyezi Mungu asitufikishe mahali kwa kufarikiana kwa ajili ya uchaguzi, na Mungu aujaalie uchaguzi wetu huu uchaguzi wa heri, kwa sababu Uislamu siku zote unataka amani. Amani ndiyo anaotutakia Mwenyezi Mungu kwamba tuishi nayo. Sisi wenyewe tukichoka na amani basi ni sisi tumechoka amani, lakini Mungu anatutakia sisi amani siku zote ili tuweze kufanya mambo yetu katika hali ya utulivu pamoja na kufanya ibada zetu. Naye katibu wa taasisi ya Tamta, Mohamed Dhihiri, amewataka wananchi kujiepusha na watu ambao wanawashawishi kufanya vurugu ili kuvuruga amani ya nchi yetu. Sasa hivi iko katika kuelekea uchaguzi, kuna ushawishi mwingi, wale wanaoingia kwenye mitandao ya kijamii, kuna ushawishi mwingi wa kutuvuruga tu, tuingie barabarani, tulete rabsha rabsha. Tusisikilize maneno hayo, maneno ya kijinga kabisa, kwa sababu hapa leo tuko tumekaa raha mustarehi, hapana askari hata mmoja natungeweza kukaa hapa mpaka asubuhi, watu hali hii hawahitaki. Hata hivyo, wazee wa mkoa wa Tanga wakawaomba wananchi kuendelea kumwombea Rais Samia ambaye ameweza kufanya makubwa ya maendeleo. Mwombeeni Samia, yule mama amefanya mambo hayajafanywa na mtu yoyote katika nchi hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuombea sana umati wake na ameelekeza sana kwa ajili ya kuombea umati wake. Basi tuendelee kufanya dua hizi kuombeana juu ya amani na kuombeana katika vizazi vyetu, Mwenyezi Mungu awelekeze katika siratu mustakimu ili viweze kujitambua na viweze kuendeleza amani katika nchi yetu. hakuna Mkristo, hakuna Muislamu, hakuna mpagani Sote tunaishi kama ndugu. Ndiyo maana mimi ni Mkristo, lakini nikienda kwa mzee wangu Kisauli pale ni baba yangu, naingia nyumbani mpaka chumba sitting room mpaka jikoni, hatubaguani. Hiyo ndio tunu ya amani ya nchi yetu.